Ninawashukuru mno. Haya yote niliyowasomea siwezi kuyafanya peke yangu bila nyinyi. CCM oye! Ni ushirikiano wenu, kama mlivyosikia, kuna sehemu nimetaja nguvu za wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa watu ni wa kujitolea. Ukigeuka nyuma hapa, liangalie liboma ni, ni maabara hii. Sekondari haina maabara, pamoja na kwamba inatarajia kupokea kidato cha tano. Lakini kinachofurahisha zaidi, hii maabara imejengwa na nguvu za wananchi. CCM oye! CCM oye!

Yaani hapo ni mwanzo mwisho, nguvu za wananchi. Tunasubiri serikali ije kutukamilishia. Tumepata ahadi kwamba tate, wata, t, tutapata fedha za kukamilisha angalau maabara moja, kwa sababu tunatarajia kupokea kidato cha tano. Lakini wananchi hawa ninawashukuruni sana. Leo mnaona haya madarasa yanapendeza. Haya madarasa yamejengwa na kijiji cha Kamgendi, nguvu za wananchi. Leo yamependeza, serikali imeona, imetuletea fedha. Kwa hiyo katika kuwashukuru kwa ushirikiano mlionipa, Ninapenda kuwaomba muendelee kunipa ushirikiano. CCM oyee. Muendelee kukipa ushirikiano Chama cha Mapinduzi, na diwani wa CCM na mbunge wa CCM. Nianze kwa kuwapongeza sana sana sana sana kwa ushirikiano mkubwa mlionao katika kata hii. Katika kata hii tu tumesikia miradi iliyosemwa na mheshimiwa diwani. Nilikuwa naandika ni kwa namna gani sisemei jimbo tu naongelea kata hii niliyopo leo kata ya Bwiregi upande wa elimu tayari samia suluhu hasani ameshatuletea fedha nyingi za kutosha lakini jumla ya fedha ambazo zimeshakuja kwenye kata hii za miradi ya maendeleo bilioni moja milioni mia tano sabini laki nne point nane piga makofi kwa daktari samia Suluhu Hassani. Asi. Hiyo ni kata ya Bwiregi tu, bado kata zingine. Nyinyi mna kata kumi na nane. Nataka niwaambie kitu, ukiwa mjanja, ukiwa unapata vingi. Nasema hivyo namaanisha, wapo madiwani ni majirani, au sio? Madiwani hawajapata miradi kama aliyoipata Nyegeti. Pigieni makofi Nyegeti pale alimashauri pale, ni ujanja na kurobu, wanasema ujanja. Kwa nini nyinyi mna diwani mjanja sana, mwanamama mahiri, mama yangu Nyegeti, anatosha na chenji kwa maendeleo ambayo nimeyasikia hapa, kwa sababu hapo nyuma ndani ya miaka mitano walikuwepo baba zangu, kaka zangu, mnaelewa, kwenye kata tulikuwa tunapata labda milioni mia tano tu za miradi ya maendeleo yote. Lakini kwa uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hasan, mama huyu tumepata zaidi ya bilioni moja pointi tano kwenye kata hii za miradi ya maendeleo tumpe nini? Tumpe kula, lakini ni kwa kuwa ana wasemaji wazuri, yupo mheshimiwa mbunge, yupo mheshimiwa diwani wa kwenu anayejua changamoto zenu. Ndiyo maana mmepata hii miradi mingi ya maendeleo.